Maafisa wa shirika la umeme Tanzania, TANESCO, mkoa wa Ruvuma, wamekutana na wananchi wa kijiji cha Madinga katika halmashauri ya Madaba kupitia mkutano maalumu wenye lengo la kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kulinda na kutunza miundombinu ya umeme inayopita katika maeneo yao. Mkutano huo umefanyika baada ya kubainika kwamba maeneo mengi yanayopitiwa wa ya na njia za kusafirisha umeme hukabiliwa na changamoto ya uvunjifu wa taratibu za usalama na uharibifu wa miundombinu. Ya gridi ya taifa iliyopita kwenye kijiji chetu ni laini ya msongo wa kilo voti mia mbili na ishirini sawa na voti laki mbili na ishirini elfu. Huo umeme ni mkubwa sana, umezidishwa kama mara elfu moja kutoka kwenye umeme tunaotumia nyumbani. Kwa hiyo unaweza ukaona ni umeme mkubwa kiasi gani, na ndio maana kwa ajili ya sababu za kiusalama, ambao usalama huo umeganyika sehemu mbili usalama wa raia na mali zao lakini na usalama wa miundombinu yenyewe ndio kama alivyotangulia kusema mwenzangu. Kwa sababu hizo, ndio maana hiyo njia ya kusafirishia umeme ilitengwa ikafidiwa na ikatumika kwa ajili ya kusafirishia umeme peke yake. Ndio maana shughuli zingine zote za kibinadamu zimezuiliwa kufanyika kwenye eneo hilo ili binadamu au wananchi wa eneo husika waweze kuwa salama, wasiweze kuathiriwa na madhara yanayotokana na huo umeme uliopita kwenye eneo husika. Lakini pia hii hiyo miundombinu isipobuguziwa na binadamu iweze kuwa salama, iweze kutoa huduma kwa wakati wote. Kwa tunakumbushana haya ili tuweze kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa salama, lakini sisi pia wananchi hatupati madhara yanayotokana na huo umeme mkubwa uliopita kwenye kijiji chetu. Upande wake, Injinia Liberatus Juma, msimamizi wa njia za usafirishaji wa umeme mkoa Ruvuma na Njombe, amesema kiwango hicho kikubwa cha umeme kinahitaji usimamizi makini na utii wa sheria za usalama ili kuepusha madhara kwa watu na mali. Sasa kilichotuleta hapa ni swala zima la ulinzi katika miundombinu yetu hii mikubwa ya kusafirisha umeme. Kijiji chenu ni miongoni mwa vijiji ambavyo vimepitiwa hii njia ya kusafirisha umeme na ni miongoni mwa vijiji hamsini tumeingia makubaliano ya ulinzi, kwa sababu miundombinu imepita hapa, na huwa tunafanya kila nguzo tuna inalipwa na pesa zinaingizwa kwenye serikali ya kijiji. Baadhi ya vijiji vya jirani tumeibiwa vile vizuizi vya kumzuia mtu kupanda juu, tumeibiwa vijiji vya wenzeni katika laini hii. Na hili tatizo halikuwepo sasa, nawezi wezi kwa wajua eza wanatoka jirani au hapa hapa, au wanatoka sehemu nyingine, kwa sababu kilichotuleta ni kwamba miundombinu hii ni ya shirika lakini ni mali ya serikali, na serikali ni mwananchi mwenyewe, ndio ambaye unayetumia ndio ambaye unayehitaji umeme. Unahitaji umeme wa hospitalini, unahitaji umeme wewe unayotaka kunyoa, unahitaji umeme unayechomelea, unahitaji umeme, unaenda kusaga. Yani umeme unahitajika kila sehemu. Nadhani katika mahitaji ukiangalia ya umeme utagundua kwamba umeme unahitajika sana mtu anajifungua kwa operation lazima umeme uwepo, kama upo. Wakati mwingine huwa wana generator, kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha. Sasa basi, kwa mantiki hiyo, swala la wizi halitakiwi kabisa kwenye hizi miundombinu. Swala la ulinzi ni la kila mtu. Mimi leo naweza nikawa niko Makambako, sipo sipo hapa Gadinda. Sasa kama sipo mtu anaweza akafanya tu uhalifu alafu, wewe mwananchi ukasema bwana, hii mia hainihusu, inawahusu watu wa TANESCO. Lakini sasa kumbuka, tatizo likitokea, lina linaasili linakuasiri wewe. Mimi tu nakuja kutekeleza kufanya marekebisho kwa, kwa unaweza ukaona mazingira kama hayo. Kwa hiyo kumbe, swala la ulinzi linatuhusu sisi wote. hrbala Chivihi Media.